Sisi tumekuja hapa na huyu kiongozi wetu hapa Makueni kuwasema safari ya kufukuza kasongo imeanza. Muko tayari? Kwa sababu huyu jamaa ameharibu mambo ya payslip. Wafanyikazi wote wa public service na private sector, amekatakata ile payslip, watu wote wamepata aibu. Serikali ambayo tunataka kuunda ni ya kurudisha heshima ya payslip. Hata hao polisi wako hapa ni watoto wetu, hata hao wanaumia hii polisi hii. Wako na shida, wakipeleka mabibi hospitali hakuna dawa, wamekatwa pesa, wanaumia. Sasa nyinyi polisi, tutachunga mambo yenu. Tunajua saa ingine mnaambiwa mtupige, lakini mkikumbuka mambo ya payslip Mkiambiwa mtupe tia gas pahali iko, mnatupa opposite direction. Polisi wasaidiwe, wasaidiwe, si ni watoto wetu. These officers, kama kuna watu wameumia kwa hii serikali ya Kasongo, ni maofisa wetu wa usalama, wanafanya kazi usiku na mchana, wanaambiwa walinde pesa kwa benki na wenyewe wa hawana kitu kwa mfuko. Huyu Kasongo atitudanganya, ataweka pesa kwa mfuko kuliko waweke pesa kwa mfuko, ile kidogo tulikuwa naye akafanya nini? Kasongo aende asiende, aende, aende asiende?